Tulipata changamoto sana, hususan kwenye wenye maisha ya chini. Tulikuwa tunatembea kutoka hapa mpaka huko Kisesa. Wakati mwingine, unaenda unaambiwa sindano zenyewe ni changamoto, urudi kesho. Kwa hiyo inakulazimu tu kwa kwamba nipitishe mwezi huu niende mwezi ujao, unaona, kwa ajili ya gharama ama na usafiri pia kwa ujumla. Yani kupatikana kwa zahanati kwanza, tumeshukuru sana akinamama pamoja na na changamoto za ki yani za kimaisha yani, unaona, kwa mfano kama kliniki wameturahisishia huduma uh, zingine, labda mama mjamzito, unaona tutazipata karibu. Kwa hiyo yani napenda kuwapongeza sana viongozi pamoja na wananchi tuliochangia kwenye hii hospitali kimaisha ya kibinadamu iko vizuri, wastani wa chini, si tuwezi tukasema sana kwamba labda ni wastani wa juu hapana. Kimaisha bado tuko chini sana, ila tunashukuru mwenyekiti wetu kwa kutuunganisha wageni na wenyeji. Maana sehemu unayofika we mgeni kwa wenyeji, huenda wanaweza kukubagua, lakini tunashukuru huku ushirikiano ulikuwepo, wameambatana na sisi wageni na mpaka sasa tumezoeleka. Usafiri wa kutoka Kigungumuli mpaka ukafike Kisesa ni gharama. Kutoka Kigungumuli mpaka ukafike Kisesa tulikuwa tunatumia shilingi elfu mbili. Sasa elfu mbili hiyo ni kwenda na kurudi, ni elfu mbili, tutumia shilingi elfu nne kwa siku. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa kwetu, ilikuwa nakodi, kulikuwa kuna usafiri wa baskeli ndio tunachukua baskeli tunaenda mpaka hospitali. Kwa hiyo sasa, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kusikia maombi yetu, hii zahanati imeweza kufunguliwa, imetusaidia sisi kwanza, ku imetusaidia kwanza kurahisisha gharama za usafiri. Hali ya maisha ni ngumu, muda mwingine unakosa hela nauli, inabidi ukae. Kwa hiyo hapa zahanati imefunguliwa, karibu itaturahisishia sisi wakali, wakazi wa mtaa Kigungumuli na Kitumba, tusikose kuwapeleka watoto wetu kupata huduma. Changamoto moja wapo, kwanza huduma tulikuwa tunapata kwa shida, kwa mfano mtoto hata kiugua usiku, kwa kweli huduma yetu ilikuwa mbali, usafiri penyewe na penyewe ulikuwa mgumu, ila kwa sasa hivi kwa kuwa tumesogezewa hii huduma ya kufunguliwa hii zahanati kwa kweli, hata sisi wananchi wa Kigunguni tunafurahi sana, tumepata furaha sana. Sasa hivi tunaomba tu hii zahanati itatusaidia kwa kweli, itatusaidia kwa jamii ya Kigunguni pamoja na maeneo ambayo tunayo karibu hapa. Tunaomba tu hii, tunashukuru tu kwa kufunguliwa hii zahanati. Kwa kweli tuna miaka mingi, kwa mfano kama mimi sasa hivi nina miaka 38. Kwa kweli tangu nianze mimi nimeanza kwanza kujitambua kwangu. Eh, hey, mimi nimezaliwa kweli humu Kigungumuri hii ndio maana tulianzisha. Sisi hospitali tulianzisha sisi mchakato. Mimi baada ya kumaliza shule, Kwa kweli mimi japo na shule tulikuwa nayo mbali. Sasa hivi tumebakiza shule. Mazingira yetu ya hapa kwa kweli tuna changamoto. Hospitali, kwa kweli sisi hivi hospitali tumekuwa nayo karibu, tumebakiza swala la shule. Moja achuo cha mipango liyofunguliwa leo funguliwa leo itahudumia takribani ya wakazi elfu nne ambao watakuwa ni wenyeji wa vitongoji vinne ambacho ni kitongoji cha Kidija A, Kidija B, Kitumba A na Kitumba B. Lakini kwa zahanati ya Kitumba, kwa mahali tulipo hii zahanati itaweza kuhudumia wananchi takriban elfu sita mia saba na thelathini na nne Amo, nakatika, kito mboji, kito mboji, saba na ambao wanapatikana katika vitongoji vitongoji saba ambacho ni kitongoji cha Mapolo, kisha Kimaga, Mondo, Nyaupija pamoja na Kigungumuri hivi vitongoji ndivyo vilivyokuwa na umbali zaidi wa takribani kumi na moja kwenda kufikia mahali katiana huduma ya afya seme moja. Inaweza ikawa ni changamoto ya mwamko viongozi wa kisiasa, kwa sababu nguvu kubwa wanasiasa wanaoamsha o wa kuamsha wananchi wachangia huduma za maendeleo. Na ukiona ili jengo tulipo leo lima mwaka leo ni takribani miaka kumi na tatu kama sikosea. Kwa hiyo palikuwa panaingia watu wanaotia nguvu ya maendeleo. Viongozi wengine aidha wanapokuja, nafikiri walikuwa wafurisha, lakini ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi uliweza kufanyika leo, asababuua wanaozunguka eneo hili la kitongoji tunapozungumza shule imetajwa hapa Muungano, lakini tumejenga shule nyingine hapa mpya, milioni mia tano na na arobaini zilikuja Iguneja mpya. Tunazungumza kwamba kielelezo chetu sisi kama viongozi wenu, tumefanya haya yote, nayaunganisha Ninasema kwamba kazi mliotutuma kwa miaka mitano tumeitendea haki, viongozi wote toka ngazi ya kijiji, kitongoji, diwani, mbunge na mheshimiwa rais. Na haya yote, watumishi wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu yamewezekana.